U oh, haligani, ndugu yangu mpendwa, hawali ya yote, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kuwa wewe ni mzima wa afya na kama ndivyo, jina la Bwana liendelee kuhimidiwa. Nikukaribishe tena katika kozi ya nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorintho na kama ujuavyo, bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Kabla ya yote ndugu yangu mpendwa, ni kusi uweze kuandaa Biblia yako, daftari lako na kalamu, ili uweze kupata nukuu ya kile ambacho tunajifunza. Kama ilivyo ada ndugu yangu mpendwa, nikusi uungane nami katika sala fupi, ili Mungu aweze kubariki darasa hili. Tuombe. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, utupae uzima. Tunakuomba utuwie radhi kwa pale tulipokwenda kinyume na mapenzi yako, na tunakuomba utubariki pale ambapo tumefanya sawasawa. Tunakushukuru kwa kuwa umeleta ufalme wako katika ulimwengu huu. Tunakushukuru kwa sababu unatupa fursa ya kuendelea kujifunza maandiko yako matakatifu, ili wengine tukaimarike na wale wasio Wakristo wakafanyike kuwa Wakristo Bwana na Mwokozi wetu, wakati huu tunapokwenda kutafakari kujifunza maneno yako matakatifu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na moja, tunakualika uwe pamoja nasi, utusaidie kuweza kuelewa, na zaidi sana tuweze kuweka katika matendo. Tusaidie wanadamu wote katika ulimwengu mzima tuwe watu wa kutenda haki, na hivyo amani ikaendelee kudumu katika ulimwengu ili tuweze kupata fursa ya kuendelea kujifunza zaidi maneno yako matakatifu katika hali ya utulivu, amani na upendo, ili tuweze tukafanye hivyo kwa ufasaha unaotakikana katika Kristo Yesu. Tunayakabidhi haya na mengine mengi, tukiomba na kushukuru. Amen. Ndugu yangu mpendwa, leo somo tunalojifunza Linatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 33 mpaka mstari wa 34 na sehemu ya mwisho kabisa ya Wakorintho sura ya 11, hususani katika kipengele kinachohusu chakula cha Bwana kilichoanza tangu aya ya 17 na mpaka sasa tunakwenda katika hitimisho. Sehemu hii yote dhima yake au muktadha wake ni njia sahihi ya kushiriki chakula cha Bwana. Paulo anahitimisha kwa kutuonesha njia sahihi ya namna tunavyopasa kushiriki chakula cha Bwana kama Wakristo, katika aya ya ishirini na saba mpaka aya ya thelathini na mbili. Tumeshuhudia baadhi ya Wakorintho wakiazibiwa kwa sababu ya kutokushiriki kwa usahihi chakula cha Bwana. Katika sehemu hiyo mtume aliwaonya kwamba wajihoji na kupambanua chakula hicho ambacho kimefananishwa na mwili na damu ya Kristo. Kwa maana nyingine aliwataka wakumbuke kuwa Kristo aliuawa kwa ajili yao, kwa ajili yetu. Kwa hiyo kushiriki kumbukumbu yake kwa namna isiyo sahihi ni kumfanya ni, au ni kufanya mzaha au kumfanyia mzaha Kristo, na kwa sababu hiyo baadhi yao waliazibiwa hivyo katika aya ya 33 mpaka aya ya 34 mtume anaonesha usahihi wa matumizi ya chakula cha Bwana ambao Wakorintho hawa waliuacha utaratibu huo. Hebu tusome kwanza, kisha tuweze kutafakari sehemu hiyo, mstari wa 33 na 33, anasema kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula ngo, mngojaneni mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia ni japo nita yatengeneza maneno. Kwa hiyo, katika aya ya 33 yanaonesha, yanaonyesha wito wa maboresho au naweza kusema wito wa toba dhidi ya upungufu au makosa waliokuwa nayo wa Korintho hawa katika kushiriki chakula cha Bwana. Kirai kinachosema mkutanikapo mpate kula, kulingana na muktadha wa kifungu hiki, huu sio mkutano wa sherehe, tafrija au mkutano wa kisiasa au mkutano wa msiba au mkutano wa uzinduzi wa jambo fulani au mkutano mwingine wowote ule isipokuwa ni mkutano kwa ajili ya ibada. Tafadhali rejea katika aya ya kumi na saba mpaka aya ya ishirini na mbili kuhusu jambo hili. Kauli hii inafanana sana na ile ya Luka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ishirini mstari wa saba. Hebu tujikumbushe pale kwa kusoma. Nasema hivi. Hata siku ya kwanza ya Juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Mwisho wa kunukuu. Hiki hakikuwa chakula cha kawaida, kilikuwa ni chakula cha Bwana kulingana na aya ya 20 ya Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na moja, Paulo anasema, mnapokutanika ili kula chakula cha Bwana shariti mngojeaneni kulingana na aya hiyo ya 33. Swali: kwa nini iwe hivyo? Jibu la msingi la swali hili ni kwamba chakula cha bwana ni ushirika. Sura ya kumi wa Korintho wa kwanza aya ya kumi na sita mpaka ya kumi na saba inatanabaisha kuhusu jambo hilo. Hakuna ushirika wa mtu mmoja mmoja. Ushirika maana yake ni kutenda jambo kwa pamoja. Kwa hiyo ili ushirika uwe kushirika ni lazima ujumuishe watu na sio mtu mmoja mmoja tu kivyake vyake. La hasha! Hivyo haiwi tena chakula cha Bwana ikiwa kila mtu atashiriki kivyake. Ndio maana mtume anasema, mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Anasema mtu akiwa na njaa basi aweze kula nyumbani kwake. Eh, hatuli chakula cha Bwana kwa sababu tuna njaa. Hasha, sio maana yake. Bali tunakula chakula cha Bwana kwa sababu tunataka kukumbuka mauti yake na tunataka kutangaza mauti hiyo kwetu sisi wenyewe, kwa watoto wetu na, wakwa, na kwa wageni wasio Wakristo. Kwa hiyo ni vema kwa Wakristo kabla ya kwenda ibadani ni vema Mkristo huyo basi akala chakula chake na kushiba, ikiwa atafanya hivyo nyumbani kwake ama mgahawani, kwa lengo kwamba wakati atakapokuwa akishiriki chakula cha Bwana katika ibada asiwe na fikra kwamba ana, anafanya hivyo ili aweze kushiba. Ni rahisi sana kwa Mkristo mwenye njaa au kiu kusubiri chakula cha Bwana kwa hamu kubwa ili aweze kupoza njaa na kiu badala ya kutimiza takwa la kiimani. Kufanya hivyo itakuwa ni kosa. Katika sehemu hii ya Wakorintho wa kwa kwanza sura ya kumi na moja mstari wa thelathini na tatu mpaka mstari wa thelathini na nne tumejifunza mambo mawili kuhusu chakula cha Bwana ambayo ni moja tunatakiwa kushiriki chakula cha Bwana wote kwa pamoja, sio mtu mmoja mmoja kama walivyofanya wa Korintho, hususani unaposoma uh, aya kuanzia ya kumi na saba mpaka aya ya ishirini na mbili. Jambo la pili tunalojifunza katika sehemu hii hairuhusiwi kushiriki chakula cha Bwana kwa lengo la kupoza njaa. Hili huenda lilikuwa ni sababu mmojawapo kwa nini Wakorintho wale walifanya vituko vya namna ile. Paulo anasema walikuwa wanashiriki mpaka wanashiba kabisa, huku wengine wakiwakodolea macho, kwa sababu hawakupewa fursa ya kuweza kushiriki pamoja nao, labda kwa sababu ya umaskini waliokuwa nao. Kwa hiyo unapozingatia masharti ya kushiriki chakula cha Bwana utagundua ya kuwa mtu asiye mkristo hapaswi kushiriki chakula hicho, kwa sababu hawezi kula kwa namna inayostahili. Na hii ndio sababu pia kwa nini watoto wetu hawashiriki. Kwa nini? Kwa sababu wao bado hawajawa Wakristo, kwa maana hawajawa bado katika mfumo wa kiimani. Katika agano la kale, Wayahudi watoto wao, kwanza wao walikuwa wanaingia katika dini ndio wanaanza kufundishwa kuhusu dini. Maagizo yalisema mtoto wa kiume mwenye umri wa kuanzia siku nane atahiriwe, kisha aanze kuingia, aanze kufundishwa pindi anapokuwa. Katika agano jipya, mambo ni tofauti. Huku hauanzi kuingia katika dini ndipo ufundishwe kuhusu Mungu, hasha! Huku unaanza kufundishwa kuhusu Mungu ukikubaliana na hayo unabatizwa na kufanyika kuwa Mkristo, unaingia katika dini. Ndio maana katika Yeremia 31 kuanzia aya ya 31 mpaka 34 anasema aga, tof, utofauti wa agano la kale na agano jipya. Katika agano jipya mtu hatofundishwa tena kwamba umjue Bwana. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa tayari wanamjua, wamemjua ye. Yesu anazungumza katika kitabu cha Yohana, anasema kwa sababu wote watakuwa wamefundishwa na Bwana. Kwa hiyo huo ndio tofauti ambao wakati mwingine Mungu akitupa fursa tunaweza kujadili kwa kina. Kwa hiyo mtu asiye mkristo hawezi kujua sababu sahihi ya matumizi ya meza ya Bwana. Kwa hiyo anaweza akatumia kwake ikawa chakula cha kawaida, na hapo atakuwa amefanya makosa lakini kwa kuwa hajui, na kama mtakuwa mmemshirikisha pasipo kumfundisha, basi wale waliomshirikisha watakuwa wamefanya makosa. Lakini kama wote kwa bahati mbaya imetokea wamefanya hivyo, sina hakika kama Mungu atahesabu makosa katika hilo, lakini ni vema kuchukua tahadhari. Chakula cha Bwana ndiyo nembo ya Agano Jipya. Kwa hiyo lazima tuwe na heshima tunapokuja katika swala la chakula cha Bwana. Ndugu yangu mpendwa, nashukuru kwa kuwa pamoja nami kwa muda huu wote, na kama una swali ama maoni, na kukaribisha uweze kuuliza maswali hayo kwa kuniandikia ujumbe mfupi. Asante sana, na Mungu akipenda, tukutane wakati mwingine.